Huku takwimu zikionyesha kuwa Wakenya wengi ni wachochole na pia wale ni matajiri na wako na pesa mingi ni wale wachache. Ileo, tuko leo tuko katika eneo la Machakos ambapo tuungana na wananchi watupe hisia zao kuhusu mada ya leo. Wacha tusikie wanayapi. Uh, hii takwimu ambayo mnatuambia kwa televisheni na maredio hiyo, tunaona ni kitu ambacho hakiwezi fanyika kwa sababu unapata kwa listi ya walio na pesa hapa hivi duniani Kenya watu wanatajika lakini pia umaskini pia ukianza kutajika, Kenya yatajika. Kwa hivyo kile tunawezaomba serikali ni ifanye, ifanye, ifanye, ifanye, ifanye equation ya awa watu wenye wako na pesa na wenye hawana pesa, itafute hao wa wenye wako na pesa watasaidia wenye hawana pesa pia wapate kidogo, ndio hata hii takwimu ikianza kuhesabiwa. Tuache kuhesabiwa mtu mmoja katika watu milioni ndio wako na pesa. Hii takwimu iliyofanywa kuhusu umaskini na utajiri ni ya kweli. Aa, ukiangalia kwa sasa maisha ya wananchi wa kawaida imepanda juu sana. Ukienda kwa supermarket ukiwa na elfu kumi, ukifanya shopping hata uwezi beba na karatasi ile ya shilingi 20 ikajaa. Na wale watu wanaofanya kazi ni wachache sana, na mi nasema hivi, hawa watu wa wanasiasa wetu ndio wameingililia hii mambo ya uchumi wa Kenya, maana wamechukua biashara zote, wamechukua tenda zote za serikali, kwa hivyo flow ya pesa iko maana hizi pesa wakichukua, wanaenda kuweka ujui ni wapi, wanachimbia kwa shimo ama wapi, maana hizo pesa hazirudi katika economy. Maana ukiangalia flow ya pesa kwa economy yetu iko chini sana. ile kitu nataka kuuliza wa Kenya ni jambo moja tu, wakati tunafanya uchaguzi kuchagua watu, watu. Siasa, siasa si karia siasa ni njia ambayo unapitia uende ukatuonyeshe karia yako. Na nataka wakati mwingine tukifanya uchaguzi tuchague wale watu ambao tunajua wamesomea nini ama wamehitimu kwa nini, kwa, kwa, kwa, kwa mahali wapi? Kwa maana tukichukua watu ambao hawajahitimu ile kazi wanaenda kufanya, wanachukua matenda zote, wanachukua kazi zote, na hiyo pesa wakichukua wanaenda kuweka nchi za nje, zingine wanaweka kwa manyumba na asiflow kwa economy kwa hivyo Wakenya wamekuwa masikini sana, na wale watu wanategemea Wakenya wamekuwa wengi sana. Kama unafanya kazi unakuta unategemewa na watu wengi, na inaumiza, na ndio maana hata uh, life expectancy in Kenya imeenda chini because of stress. Watu wengi wamekuwa na stress sana, unafinyika, una umebeba watu wengi au una madeni, unakuta ulali. Kwa hivyo mwili nao unaendelea kukufa. Na mwisho ni hisia tofauti kutoka kwa Wakenya kutoka eneo la Machakos, ambao wengi wao wasema Kenya kama nchi imeanguka kwa kuchagua viongozi ambao wanajitakia makuu wenyewe. Kutoka kaunti ya Machakos, ni kiripotia runinga ya Citizen, mimi ni Enoch Musui. Nam kwenye mada leo hii hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana baadhi ya wakazi wa mji huu wa Nyamira ili nao watueleze maoni yao ni yapi kuhusiana na suala hili la leo. Sisi wote katika Kenya tuko milioni 47 lakini utaweza kupata ya kwamba watu karibu 700,000 ndio ndio matajiri wote kushinda wale ambao wako katika Kenya. Ni kwa sababu gani? unapata wale viongozi wa juu besa wanapata kutoka sehemu mbalimbali. Unapata mtu anasimamia idara fulani, pesa ikikuja, ana daivati hizo pesa, zote zinaenda katika akaunti yake, kuliko sikuje sikuje kufanya hapa na wale ambao watu wa chini wapate. Unapata hiyo pesa imefichwa, hakuna mahali hizo pesa zinatembea. Ndio kwa sababu unapata ya kwamba masikini ni wengi kuliko matajiri kitu ambacho kinaleta haya ama hii tofauti ni kwamba uh, wale wachache ambao amba wako na pesa wanaenda wanafanya biashara na wale walio na pesa pia. Kwa mfano, yule mmoja ambaye yuko na pesa na familia yake iko sawa sawa, anapotaka kwenda kufanya shopping anaenda katika yale maduka makuu. Kwa mfano, kuna mama ambaye amefungua kibanda mahali vijijini huko na anaishi na jirani ambaye ni tajiri. Yule jirani ambaye ni tajiri anatoka pale, badala afanye uh, shopping ya mboga matunda, kwa kile kipanda, ana opt kuenda kwa duka kuu. Circulation of that money anawacha pale, inakuwa kwamba haikuji kwa hao ambao wapo hapa chini. It started since independence where we had inequalities pale tulikuwa na people who grabbed land some of them allocated themselves huge chunks of land ile inequality ikaanza hapo and then pia ukiangalia kuna ile gap ya education system whereby corruption inachangia sana ile money meant to build schools in certain regions unapata these money is misappropriated ile inequality in education inaendelea

Nama hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira, wakisema kwamba hali hii inachangiwa haswa kutokana na ufisadi katika a, kwenye baadhi ya wale a, viongozi mamlakani, wakihisi kwamba wamepeleka maendeleo katika sehemu fulani na kupendelea sehemu wanazotoka huku baadhi wakihisi kwamba hawa viongozi walio mamlakani wamejitakia makuu na kuchukua zile hela ambazo zinafaa kuwafaidi Wakenya wote. Ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Shukrani sana. Niko katika kaunti ya Taita Taveta ambapo hivi leo katika mada tunapoangazia suala zima la kiuchumi. Baada ya kubainika wakenya wengi wanazidi kuishi katika hali ya uchochole. Je, hatua hii ina athari gani kwa taifa hili la Kenya? Na nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Wameanza kuvadhivili vijana kama maguns wakajisahau, kana kwamba haiti ilianza hivyo hivyo. Hawa vijana munaona ndio wengi sana ambao hawana chochote, na ndio naona wanawasawishika kwa haraka, kana kwamba ukipewa pesa unaenda kwa, unaambiwa familia fulani unaanza kujisahau. Kwa hivyo ile kitu mimi naomba Kenya ifanye ni kwanza waangalie ufisadi, tuache kulilia Mungu na huku sisi wenyewe ni nini, ni nini, ni, ni, ni wafisadi ni rahisi sana aangalie pamoja na serikali yake, bila watapunguza hii gap. Wasipoipunguza au masikini hao ile siko wataamua, matajiri ndio watakuwa hatarini. Hali ya uchumi kweli iko chini sana, hasa kwa mwananchi wa kawaida, maana matajiri ni wengi. Hali ya uchumi kwa wale watu ambao hawajiwezi iko chini, mapato yako chini. Ukiangalia venye serikali saa hii inavyoenda hali haiko sawa kusema hilo kweli. Sasa lazima serikali jitahidi angaa, hata kama ni zile mgao za fedha iende kwa kila iende kwa kila kaunti at least wale ambao hawajiwezi wapate kuikimu maisha yao. Sasa haiwezekani kwamba matajiri kama kumi ama matajiri kama ishirini wako na pesa ambazo zinaweza kulisha Kenya hii zinaweza kulisha Kenya hii miaka zaidi ya miaka ishirini wakiwa hawapati shida yoyote. Kwa hivyo hoja yangu kwa serikali za county either za kaunti ama serikali kuu ni kwamba president aliyeko mamlakani ajaribu juu chini apunguze hii ngapu ya, ya, ya, wa, wa maskini na matajiri, kwa sababu hiyo gap imeachana kama, kama dunia na mbingu. Ndizo kauli za wakaazi wa kaunti hii hapa wakisisitiza umuhimu wa serikali kuweza kuimarisha uchumi ili wananchi waweze kuwa na afueni. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Kwa majina ni Daisy Losoko mkaji wa Maralal. Ningesema kwamba tunapotazama sasa e, watajiri ni watajiri, wametajirika wameenda mbele, so tunapoona maskini wanabaki maskini, so tukaomba kwamba president wetu wa Ruto anapokuwa kule kuluni atasame. Hapo awali kulikuwa na kazikazi, kazi vijana kule mtaani, je, ilienda wapi? Ia anafanya vijana wakapata mapato zao, akaanza kufungua hiyo kazi mtaani tu akaweza hata kuimarisha kufunza vijana. Ukiona hao machensi wanapo strike ni vile hawana kazi, wako na majamii wengine hata wameshindwa kuoa maana maisha imekuwa ngumu. Uchumi wa Kenya imesoroteka, sababu au sababu nini? Ni nini ndio pesa ikasoroteka? Ni vile pesa ya national government wamekazia kule national government, pesa isipo rotate kwa wananchi na national government inakuwa vigumu. Sasa uchumi wa Kenya inasoroteka, ukiangalia vitu zimepanda bei, yule aliyoko chini anahangaika kule chini. Hata tunapotazama hii kipindi kingine, kulikuwa na mkutano ilikuwa nakuja inaelimisha watoto inaelimisha wamama watoto, wanapata wa seminars, pesa zina circulate. Na sasa pesa haiwezi circulate, hakuna hata mkutano wezi pata ile ilikuwa nafunza wamama jinsi ya kujierimisha, kama mama kujisimamia au kupata nafsi ya kujipatia mapato. So hiyo masimina ilipofungwa zote, ikasema imefuikwa mrubuku na national government, pesa sikapotea. So uchumi wa Kenya maripika kwa majina. Naitwa Bernard Lekolol, mkaji wa Samburu County. Kwa kusema kweli, sisi ni wana boda boda, lakini hali ya uchumi imetupeleka vibaya sana. Hakuna pesa, hakuna kazi. Sasa hizi tuna struggle kukula, kufanya kazi, shughuli hapa hapa na pale, so maisha imetulemea sana. Na mheshimiwa kweli alituahidi juzi, alipokuja hapa alituahidi ya kwamba vijana watafute kazi, lakini tunapofika kwa maofisi pale hakuna kazi yote, tunaanza kusungushwa, enda hivi. Hauna certificate, hauna ID, yaani tunazunguka kila mahali eh. Kwa majina naitwa Paul, na mimi ni hasla ya mtaa, kwa sababu tunatafutanga kazi hapa town ya, ya kukambisha kazi tu mahali tunapata. Lakini tukiangalia kwa mtaa, vijana wengi wanakaa bila kazi, hata unakuta wengine wanakua, kama wako, wako, wanakoa wakora tu kwa sababu wanangojea wale wengine wakipata kitu unakuta unaanzia kuchikiwa kwa barabara. Sasa ningeomba mheshimiwa tu angalie tu ang, vijana kama watapewa makazi hata kama ni kazi ya kufagia mtaa, mitaro hiyo itakuwa itasaidia tu watu wapate resheni yao ya chakula. Na nafikiri mmeweza kusikiza kauli za wananchi, uh, wengi wao wakiwa wanalalamika kuwa hali si hali tena um, wanatazamia serikali ya kitaifa eh, kupitia kwake rais eh, William Ruto kwamba ataweza kupunguza gharama ya maisha. Lakini hebu tuzungumzie masuala ambayo yanajitokeza moja kwa moja. Ni kitu gani ambacho zaidi kinafaulisha wale ambao ni matajiri waweze kuwa na utajiri mkubwa zaidi? Kwanza swala la ushuru mm -hmm. Pili swala la ukaribu na serikali mm -hmm. eh, ama tatu suala la kwamba unaweza ukaepuka E, tatizo fulani kwa sababu fulanikwasababu e, una uwezo, una fursa, na pia un, un, unatambulika. Nianze nayo weke um, se, serikali e, inafaa i, i, i, the way services zilikuwa devolved vile county governments ziko na nadhani, na, serikali inafaa itilie maanani sana e, e, e, the level ile wananchi wengi wako kwa, kwa, kwa, kwa mfano ni mrudi kiangalia informal sector informal sector in this country ndio ime imeajiri watu wengi sana watu wengi sana wanaoparita hapo. In fact hapo kwa informal sector watu wengi wakigoma, inchi itasimama kwa sababu wao ndio wanagenerate a lot mm, lakini pesa nyingi sana zinakuwa wasted pale pale tu kwa ground, pale kwa ule mtu wa chini, pesa nyingi sana zinapotelea pale, kwa sababu mwananchi huyo ana struggle na vitu mingi sana ana struggle na vitu nyingi sana na mimi hata, uh, wakati tulikuwa tumeenda mapumziko ulikuwa nasema kuna mahali ambapo serikali pengine inaweza sema priority yake number one, kwa sababu tumeona ndio serikali inajenga barabara, serikali imeinvest kwa mambo ya ukulima, serikali imejaribu kupunguzia wakulima wengi uh, zile eh, eh, bei ya fertilizer, so that wengi waweze kukuza mazao yao. Lakini priority kubwa sana ya serikali yetu inaweza kuwa wapi, so that tukifocus tuangalie sisi ambao tuko chini. Tuone kama pengine ile kitu tunapata kidogo iweze ku, kutusaidia kujikimu kimaisha. Manake mimi niko na ile plan yangu nilikuwa naye between uh, mwaka ikianza na sasa mwaka inaisha. Nikiangalia mimi naona kuna kitu nimefanya. Hakuna kitu nimefanya na si ati siko kazi. Kila siku naamka saa kumi na ninarudi kwa nyumba saa nne usiku. Mm. Lakini bado ninafika na maisha bado inaendelea kustruggle. Nikiingia kwa supermarket pale jioni nikiwa naenda kwa nyumba, ninakuta wale ambao kabisa wanajiweza mtu amesukuma ile troli mzito mkubwa sana yeye, yeah, amejaza mpaka juu, na mimi nabeba ile yangu koti kidogo, na bado hata ijaja. Ina maanisha kwamba kuna watu wanatengeneza pesa mahali sisi tumeendelea kukwama, ama network ya wengine iko iko the biggest flow in this town size juu ni gani, network is aerial yao iko juu zaidi, sisi aerial yetu iko chini. Mimi ningependa kuomba sana ya kwamba serikali itu itu itufikirie kidogo, manake sasa kama for instance Nimrod mwendeshaji wa bodaboda, kwa sababu mimi nikuja hapa pia nimekuja nizungumzie. Manake wengi hata naona waniandikia hapa, wanaambia chairman, tafadhali wewe kiwa uko na opportunity ya kuongea na rais moja kwa moja mwambie eh, manake sasa kama for instance ni nikuambie, ni, ni, ni mrod inchi yetu mwendeshaji wa bodaboda. Kwanza ile the first requirements anahitajika kuwa naye ndio aweze kufanya biashara yake bila kusumbuliwa ni awe na insurance, awe na driving license, avalie eh, sare rasmi na awe na mahali ambapo anaweza kufanyia biashara. Yeah. Lakini saa hii utakuta wale watu wamesukumwa sana na hii tunasema ati ushuru wa serikali imeenda juu watu wanalipa au slevi juu maanake sisi wabodaboda hatulipi. Eh, wale wamesukumwa na mambo ya mambo ya kulipa sha sisi pia tunalipa hiyo kwa sababu sisi pia tunataka mambo ya matibabu. Yeah. Lakini wale wamesukumwa sana kama tuseme for instance maafisa wetu wa usalama utakuta kuna mahali pikipiki zimeshikwa zaidi ya pikipiki thalathini. Na hapa hii area ya Kilimani hapa imekuwa very much rampant. The OCPD area lazima angalie hiyo maneno. Mtu wa pikipiki amefinywa mahali kwa kona na anaambiwa, hebu fanya haraka haraka elfu tatu itoke hapo. Hii mtu wa pikipiki kwa sababu pia anastruggle kama wewe. Hii pesa elfu tatu wanauliza iko wapi? Kuna mtu ameandika hapa anasema hebu uliza Nimrod. Hii elfu tatu inaendaka kwa nani? Kwa sababu sisi tunateseka sana. Ili sasa sisi pia tukichangia kwa mambo ya ulipaji wa ushuru, sisi pia tusinyang'anywe na ile kidogo tunapata Rais aangalie mambo ya chakula kwa sababu Nimrod, kusustain vile uchumi yetu iko kwa saa hii. Hata kama tunaweza kuwa tunafika mahali tunaimba wimbo ya serikali, tutaimba, lakini tunaweza tu tukaimba kama sisi pia tunaangalia mifuko yetu iko namna gani. Na kuna wakati ulianza, ulianza vizuri sana ukauliza eh, kuingia kwa siasa ndio itakuwa pengine ndio njia ya rahisi ya kuweza ku kupata haya mapato manake, naona watu wakiingia kwa siasa, wale tulikuwa tuna struggle nao hapa nje, anaingia tu kidogo huyo mtu, kesho bana unamuona ako kwa chopa, leo ameingia Mombasa, anakimbia wapi? Inamaanisha hapo kwa siasa ndio mahali mambo ni rahisi, ama namna gani? Unajua huo utajiri unakuja na ukaidi na kiburi. <laughs> na waendeshaji wa bodaboda pia, i think kuangalia kwa saa hizi ile uchaguzi ambayo tunaenda mwaka wa 2027 uende kawa, haitakuwa business as usual. kwa sababu tuligundua kwamba hali ya kutumika kama daraja ya kuvuka pande ile ingine ya mto. Mara hiyo daraja tutaitoa, tutangoa hiyo daraja, so that na sisi tuangalie, tutaweza kufaidika vipi kwa upande. Na bado narudia, last time nilikuambia, tukiwa tu hapa, ya kwamba Nimrod ikiwa mwendeshaji wa bodaboda aliambiwa watakua mmoja wale atatengeneza hii serikali, lakini serikali ikatengenezwa, nikaona wale ambao wanatangazwa pale, mawaziri, ma -PS, ma chairman wa parastato ni watu tofauti na hata waleo bado tuko pale pale. Tutaweza kuwekwa lini? Na muda naona inaisha. Rais, angalie hiyo maneno haya. Acha ni mjibu huyo mwenzako, ikiwa anatoa elfu tatu na ameagizwa atoe na afisa wa polisi, ajue tu zinaenda mfukoni mwa mtu. Hakuna mahali pengine zinaenda maanake, hakuna mahali kuna kasha ama sefu katika hmm, kituo cha polisi hmm, ati tunakusanya pesa alafu baadaye eh, maafisa kutoka hazina ya kitaifa wanakuja kukusanya hmm, hmm, <laughs> kwa niaba ya serikali. Hakuna kitu kama hicho, usidanganyane. Huwa zinaingia katika mifuko ya watu hmm, eh, lakini pengine niulize swali hili kwa sababu um, lazima serikali ifanye jambo fulani ambalo litamridhisha mwananchi kwa sababu kwa sasa hivi eh, nafikiri rais yuko mbioni kujaribu kutafuta imani ya wananchi ambayo imani aliipoteza kwa muda mrefu eh, punde tu baada ya kuingia mamlakani. Sasa itambidi afanye jambo. Kwa mtazamo wenu kama mashirika, mnatazamia kipi? Ikiwa atapunguza gharama ya maisha tukielekea katika uchaguzi mkuu, kuna wengi watahoji kwamba ni njia za kisiasa kwa sababu kama ni kauli halisi ingekuwa ilifanywa kitambo. Sasa ndio nataka kama mashirika mweze kunieleza kama hilo linaweza likati ha. Nerima, nafikiri nianze na kwa sababu najua unajumuika pia na wanasiasa kwa upande mwingine eh, eh, ni ukweli? no. No. <coughs> Ukiangalia kwa kina, siasa zilishaanza wakati ule ambapo tulimaliza tu kupiga kura no. mwaka wa ishirini wa 2022 no. Siasa zilianza no na ukiangalia mikakati ambayo serikali ya, ya leo inaweka inaashiria ya kwamba ni uh, siasa bado ndio inaendelea kufanyika kwa mfano sisi wote tume, tumeona hizi economic empowerment ambazo zimepelekwa no. Uh, um, kwote nchini no. Na ukiangalia kwa mfano, ile siasa ime, imefanywa kwa njia ambayo utapata labda watapeleka shilingi elfu mia tano lakini watapanda chopa, wengi watatumia chopa wafike pale kwa masaa lisali moja ama mawili, ambayo chopa inaenda kukost mabilioni ya pesa uh, ambayo iko juu sana kuliko hata ile economic empowerment ambayo wamepeleka. Kuna wakati niliona hata wamama kule uh, Nyamira kwa mfano wakilia wakisema tumepatiwa pesa ambazo tukigawanya sisi wenyewe tunapata kama shilingi mia tatu. Umekuja pale umelala, hujaweka transport yako, lakini tunasema ni economic empowerment. Kama sio siasa na kampeni ya 2027, hiyo ni nini? Ndio kwa sababu tunasema ya kwamba Um, njia mzuri ya kufanya campaign uh, serikali inapochukua uh, watamu ama hatamu ni ku make sure ya kwamba katika zile sectors ambazo mwananchi wa kawaida zinamfaa ama mwananchi wa kawaida angetaka kuona matunda, kama kwa mfano afya, kwa mfano elimu, kwa mfano hizo social protection, tunasema mambo ya maji, tuweze kuona uwekezaji wa pesa zile ambazo mwananchi anatoa kama ushuru, lakini tukiangalia katika utafiti ambao tumefanya unaona, hizi sectors zote pesa inaenda chini, apart from education ambayo tutasema ati labda hizi pesa zinapanda. But ukiangalia education ama elimu inahitaji pesa nyingi zaidi kuliko ile ambayo tunasema tunawekeza kama serikali. So, campaign mzuri ambayo ningesema kwa, kwa maoni yangu na pia uh, kama tu maoni kwa serikali tuweze kufanya campaign pale ambapo panatakikana. Ukiwekeza katika hizi social programs, elimu, mambo ya chakula, urudishe uh, cost of living iende chini, hiyo ni campaign tosha, kuliko kuweka katika hizi economic investment, sijui hustler fund, sijui economic empowerment, ambazo ni campaign, na tushaona mambo kama haya wakati ambapo tunaelekea, um, katika uchaguzi, gharama ya maisha itashuka chini itashuka chini kama campaign strategy, ili mwananchi wa kawaida aweze kufanya nini, kukuwa attracted apate kuwapatia uh, kura. Unapowapatia kura itapanda. Na kwanza wakati huu nafikiri itakuwa hata mbaya zaidi, kwa sababu two term itakuwa kwa mfano ime, ime imeweza kutimia, na kwa maoni yangu hata maisha itakuwa maybe magumu zaidi, kwa sababu there'll be no any other reason ya kufanya nini, kuitekeleza kama tumeshindwa kuitekeleza katika one term, mbona tuitekeleze katika term term, uh, term ya pili? no. Asante sana Rogers, takuja kwako maanake kwa kwa uh, kuna swala hapa ambalo mmelizua kwenye ripoti yenu. Mnazungumzia kitu kinachoitwa kwa kimombo takers not makers. Je, inamaanisha kwamba hakuna mtu ambaye yuko katika serikali au tajiri ambaye nia yake ni ya kuwasaidia wananchi wa kawaida, ila yake tu ni kuchukua kutoka kwa wananchi? Itakuja kwako baadaye uweze kunijibu. Kwa sasa hivi, mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi tu, alafu tukija tuweze kuendelea na kauli zetu.